Tunashukuru Mungu kwamba mpira umeisha katika dakika hizo na kwa bahati nzuri hatukupata injuries. Uh, zaidi ya hapo ukiangalia mchezo dominance yetu sisi ilikuwa ni kubwa sana, na ni bahati mbaya sana tumekosa magoli mengi uh, ya wazi, na hii inatokana labda tumetengeneza nafasi nyingi, lakini hatukuwa na bahati ya kupata magoli. Uh, naamini kabisa mwalimu na benchi la ufundi watakuwa na nafasi ya kuweza kufanyia kazi mapungufu yaliyojitokeza leo, leo. Uh, hii timu tuna uwezo wa kuifunga nyumbani uh, hata hapa tulikuwa na uwezo wa kufunga, lakini kwa bahati mbaya tu maamuzi nayo vile vile yalikuwa yako n na, yanauma upande mmoja, lakini kwenye michezo hii kiafrika tunakubaliana na hilo na tunawasubiri waje nyumbani na sisi tuje kucheza nao tuone na sisi tutautumiaje uwanja wetu wa nyumbani uh, jambo kubwa kwa washabiki wapenzi, wanachama, na wote wenye kuitakia heri Simba ni kuweka nguvu ya pamoja na kufanya maandalizi ya nguvu kukabiliana nao. Hii ni timu ambayo tunaweza kabisa tukaitoa na tukaendelea kwenye hatua inayofuata. Unawaambia nini wana Simba kuelekea mechi ya tarehe 9 ya marudiano? Kila mmoja awe tayari awe tayari kuhakikisha kwamba anapambana kwa ajili ya Simba kuingia katika hatua inayofuata. Hakuna jambo jingine, kila mmoja awe tayari, ambao wanatakiwa kwenda uwanjani waje wa wale ambao wanafanya dua, wanaofanya sala, lolote tufanye, tuhakikishe kwamba tunapata ushindi hii. Tunavuka mwenyekiti, kwa uwezo wa Mungu tutavuka.